Na kweli maana Yesu ndiyo dini ya kweli mm. Na kutokana na kumfuata Yesu anaitwa Kristo, tunaitwa wa Kristo sisi, tuna dini ya kweli. Hatutaki haki, hata haki kafu ipo yani, haki kafu anayo, wanaambianaga haki sawa kwa wote, mpaka leo uraisi hawajapata haki mahakamani. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah. <coughs> Mtu anaweza akapewa haki lakini ni bakaji ni uwaji, kapewa haki lakini ukweli mwizi mm -hmm. Lakini ukweli kaua. Si hatutaki ya haki, tunataka ya kweli mm -hmm. Tukamjibu, una masikio lakini husikii mm -hmm. na una macho lakini huoni. Haya mambo wanafunuliwa walio kama watoto wachanga, yes, kumi na moja yeah. ishirini na tano Matayo. Hiyo ukamjibu pia ukasema umeekea mipaka akili yako Yes, sasa basta kuna comments nyingi sana. Yeah. <laughs> Sasa kutokana na muda, muda, ndio. Kutokana na ningependa tu, tu, tu, tu, tu shift session. Sawa, mda ingependa tumalize hii session. Yeah. Kwa maombi. Okay. Nitamani tuingie session nyingine mm. ya ibada ya maombezi mfupi. Lakini tutatumia fursa hii pia kufanya maombezi sao kwa watu mbalimbali. Lakini kabla ya maombezi ya watu wengine mm. ningependa tutumie fursa hii kuo, ku, ku, ku, ku, ku, ku, kuongoza watu sala ya toba. Okay. Wako watu wanaweza comment wasiseme chochote lakini wanatamani kusikia mm. maombezi ya sala ya toba. Wako watu ambao wako tayari kumwendea Kristo leo hii, mimi na wewe tunapoongea hapa. Okay. Wewe ni muhimu sana pastor, kama utasalisha watu hawa sala ya toba. Karibu. Okay. Ninajua umeweza kusikia kitu ambacho nataka nikiseme. Yesu ndio njia na kweli na uzima. Hakuna njia nyingine. Hakuna njia nyingine yoyote ambayo inaweza kukusaidia kwenda mbinguni isipokuwa ni Yesu Kristo peke yake. Hakuna njia. Yesu amesema, Biblia inasema, anasema wakati, saa ya wokovu ni sasa. Wakorintho wa pili sura ya sita mstari wa pili. Yesu hivi sasa anavyozungumza na anabisha hodi. Umejith, umejithibitisha mwenyewe kwamba ni mwenye dhambi, hauwezi kwenda mbinguni ha kwa, kwa mtindo wa maisha yako. Umejitahidi kwenye dini, bado umeendelea kuwa pale pale. Umesali na kuswali tena na tena, ulevi haujakutoka, ulawiti haujakutoka, uasherati haujakutoka. Ishu sio kusali Inshu sio kutia bidii unayoifanya. Mm. -hmm. Inshu ni kumpokea Yesu leo kwa kutubu dhambi zako kwa kumaanisha kuziacha. Kimsingi sala hii ungeweza kuisali mwenyewe, lakini kwa sababu hujui cha kufanya, niko hapa kukusaidi kukuongoza kwa Yesu. Amen. Yesu amesema walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, mimi nipo katikati yao. Hapa tumekusanyika, niko na wewe sasa. Na Yesu yuko mbele yako hivi sasa ninavyozungumza. Maneno ambayo na kuongoza, ninataka uyaseme umwambie Yesu, usiniambie mimi. Sema maneno ukijua, haya ukijua haya ndio maneno ya kukutoa gizani, ya kukutoa kwenye kifungo, ya kukutoa kwenye lana. Na ukiingia kwa Yesu giza halitafanya kazi ndani mwako: ulevi, uzinzi, ulawiti, ushoga. Hata kama una dhambi umefanya ushoga kwa miaka yote, bado Yesu anakuhitaji, anaweza kukubadilisha leo, anaweza kukutoa kwenye ukahaba leo. Leo anaweza anaweza kukutoa kwenye ushoga leo. Anaweza kukutoa kwenye ushoga, kutoa kwenye kuchukua wake za watu, waume za watu, watu waume, anaweza kukubadilisha, kutoa rushwa, kuchukua rushwa. Ni mwanasiasa anazungumza na wewe ambaye umeambiwa na waganga wa kienyeji bila kuingilia wanaume wenzako bila kuingilia mkeo kinyume na maumbile, nazungumza na wewe kwamba huwezi kupata uongozi. Usidanganyike, uongozi wote unatoka kwa Bwana. Yesu alimwambia alimwambia Pilato, alimwambia usingekuwa na mamlaka isipokuwa mamlaka yanatoka juu, mamlaka yote yanatoka juu. Usichanganywe na mamlaka. Yesu Kristo anaweza kubadilisha kila kitu. Kama unataka kubadilisha system ya maisha yako, Yesu Kristo yuko mbele yako sasa. Sema maneno yako kumaanisha Sema ukiwa unajua natubu dhambi kwa kubanisha, sema maneno hayo. E Bwana Yesu, e Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi, mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu zote, nisamehe dhambi zangu zote. Futa jina langu, futa jina langu kwenye vitabu vya hukumu, kwenye vitabu vya hukumu. Naomba, naomba uliandike jina langu, uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, kwenye kitabu cha uzima. Niokoe sasa, niokoe sasa, nipe uwezo wa kushinda dhambi zote zilizonishinda kwa jina la Yesu Kristo tangu leo, tangu leo. Niwe kiumbe kipya, nipokee ni Bwana Yesu katika jina la Yesu. Amen, amen. Tulia ni kuombee Baba katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya mama huyu, baba huyu, kaka huyu, kijana huyu ambaye amelembewa, lakini leo amekuja mbele za uso wako Bwana Yesu, amekuja mbele za uso wako akihitaji msaada we well, ambao umesema yeyote ajaye kwa